Ndiyo, hapa tunaita kila mtu, kila Mkristo, kila mwaminifu wa kanisa n'importe quelle kanisa tutakuwa na maombi siku ya le 31 kule ku Palais du Peuple, na tunasema pale tutafika sisi wote tutaomba Mungu, kutakwa mimbo, kutakuwa yote, tutashukuru Mungu, sababu inakuwa e ni wakati ya kusema. Uh, Congo asimame sasa. Najua Congo ni nchi kuu, ni geant vile wanasema mu français kama yeye anasimama batoto bote batashuka chini, na tunasema hii yi kazi iko revele kwa Roho Mtakatifu e, manake tutajenga Kongo tena tutasimama tena na Mungu atakua nasi vilevile, juu tunasikia harufu sasa ya kusema Kongo inapasha kua uhuru kabisa inapasha kurudia msalama. Ndio maana tunaita kila mtu atitufuata hapa sasa le 31 kila mutu akwe palepale pale, pale. Tuombe Mungu tushukuru sababu sisi tunaona Mungu mbele kazi ayafanika, tunaona vile takuya. Aksanti kwa kila mtu, tunaimita mwe bote, mkuu karibu.